Ndugu zangu katika Kristo, wasafiri wenzangu, tunaendelea na safari yetu hii ya siku arobaini e, na leo tunaingia siku yetu ya sita ya safari. Naamini kila mmoja anaendelea kubarikiwa, kila mmoja anaendelea kunemeka na haya mafundisho ambayo tunayatoa, na nadhani anaendelea kualika na wengine wajiunge katika hii safari ili mwisho wa siku e, baada ya kipindi hiki cha siku arobaini kweli matunda yaonekane katika safari yetu ya maisha. Na kama nilivyosema, usisahau eh, kulike, kusubscribe kushare, comment, ili na watu wengine waweze kupata hizi baraka ambazo tutaendelea kuzipata. Jana tuliangalia eh, kwenye ile siku ya tano, kwamba kwa nini sisi tumetoka Misri, lakini katika kutoka kwetu kuna wenzetu ambao tuliishi nao katika Misri, wamepata majanga, wamepata mtihani, yani wame tumewaacha na msiba. Na tukaangalia kwa namna nyingine, kwamba kwa nini wakati mwingine katika safari yetu ya maisha tunashuhudia wengine wanapitia majanga, wanapitia mitihani migumu ya maisha, lakini sisi bado Mungu anatunemesha maisha, yetu yanaendelea. Tunashuhudia watoto wengine wanazaliwa na ulemavu wengine wanazaliwa hawaishi uh, sana wanafariki, lakini wetu wapo vizuri. Tunasafiri kutoka hapa kwenda sehemu nyingine, njiani tunakuta ajali nyingi sana sa, eh, lakini sisi tunafika salama eh, wengine katika kazi makazini, tunaendelea tu vizuri, lakini mwingine aajiriwa tu kidogo, kesho kesho yake, muda si muda anapata janga, anafukuzwa kazi eh, au basi baada ya digrii yake akai sana anafariki, lakini sisi bado tupo Yani, kwa nini wengine wanapitia majanga alafu sisi tuko salama? Mungu anataka ah, kusema nini? Tulikiangalia hicho kitu jana, lakini katika safari ambayo tulikuwa tunaenda nayo, mwingine akaniuliza aka, aka, aka baba. Sasa tuliwaangalia watu jana, lakini kuna muda mwingine majanga hayo hatuyasikii kwa majirani, bali tunayasikia au tunayaonja sisi wenyewe moja kwa moja. Je, kwa nini Mungu anaruhusu tupitie magumu? Mmoja akasema akanipa mfano wake wa maisha, namna anavyosali, namna anavyomcha Mungu, lakini licha ya sala zake, licha ya ucha Mungu wake, lakini bado anapitia matatizo makubwa sana. Je, Mungu yuko wapi wakati wa matatizo? Kwa nini Mungu aruhusu huyu mtu au mimi nipitie matatizo? Ni swali la msingi vile vile katika maisha, kwa sababu huwa mara nyingi tunajiuliza sana, na wakati wa matatizo huwa tunasali sana. Ee Mungu, uniponye sana na ugonjwa huu. Ee Mungu, uniondolee mlima huu E Mungu, ondoa mateso katika mtumishi wako. E Mungu, nijalie amani. E Mungu, nijalie faraja. Ninasali na novena sana. Ninaenda kanisani, nitatoa sadaka za kutosha, nitakesha sehemu ya kuabudia. Maisha yangu yote yatakuwa hivyo, nikisali usiku na mchana. Na wakati mwingine ninasali kwa sababu majanga mengine yananigusa moja kwa moja. Inawezekana namuuguza baba yangu, namuuguza mama yangu, namuuguza mtoto wangu, namuuguza mtu wangu wa karibu, ambaye mateso yake si yake tu, bali ni sawa sawa na yangu, yananigusa. Lakini katika sala zangu, inakuwaje wakati mwingine Mungu asikii sala yangu? Au wakati mwingine jinsi ninavyosali jinsi ninavyozidi kuomba matatizo yanabaki vile vile. Au wakati mwingine nikana kwamba nashindana na, na nguvu ya sala, ninaposali matatizo ndivyo jinsi yanavyozidi kuongezeka eh? Sasa hapa naomba niwaambie kitu, naomba niwaambie kitu, naomba niwaambie kitu, naomba tukielewe sana. Katika safari yetu ya maisha, Mungu hataki tupitie hayo. Mungu bado anatupenda katika hayo, na naomba tuangalie vizuri na tujifunze vizuri, ili tusimame na imani au tusimame imara wakati wa haya yote. Naomba niwambie kitu, katika matatizo yako, hebu kumbuka, katika hayo yote unayopitia, kumbuka nikwambie, Mungu hakuzuia Danieli asitupwe katika shimo la simba. Kitabu cha nabii Danieli ile sura ya sita aya ya kumi na sita mpaka ya ishirini na nane Fikiria tena, fikiria tena na utambue, Mungu akuzuia Shedrak, meshak na Abednego wasitupwe katika tanuru la moto. Mungu hakuzuia kabisa. Kitabu cha nabii Danieli ile sura ya, ya tatu aya ya kumi na sita mpaka ya ishirini na nane Fikiria tena naangalia tena. Mungu hakuzuia mtumishi wake kijana wake mdogo kabisa aliyempenda mtoto wa mzee Yese, Daudi, asikutane na mjitu kubwa la miraba minne yaani Goriati. Kitabu cha kwanza cha Samueli ile sura ya kumi na saba aya ya arobaini na tano mpaka ya hamsini na moja. Jaribu kuendelea kutafakari sana. Mungu hakuzuia mama yetu Bikira Maria asipitie mateso. Tuna tunasali Salamu Maria umejaa neema, lakini katika neema zote alizojaliwa mateso yalikuwa pale pale. Salamu Maria umejaa neema, alimtafuta mwanaye aliyopotea. Salamu Maria umejaa neema, alimpeleka akimbia na mwanaye kuelekea Misri. Salamu Maria umejaa neema, aliona mateso ya mwanaye akiwa anaelekea Kalivari. Salamu Maria umejaa neema, alimshusha mtoto wake e msarabani. Salamu Mariamu jaa neema, alimzika mtoto wake. Alipitia mateso makubwa sana kama mama katika maisha yake. Simoni alisema, mama, upanga mkali utachoma moyo wako, huyu aliyejaa neema. Hebu tafakari sana katika maisha, Mungu akuzuia mwanaye wa pekee Bwana wetu Yesu Kristu asipitie mateso pale msarabani. Alilia, alipata uchungu, aliumia katika mateso hayo. Kuna saa alisema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Lakini aliamini kwamba Mungu hajamwacha. Baadaye alisema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Tafakari sana, Mungu akuzuia eh, Paulo na Sila, na Sila, watu maarufu na wengi mashuhuri katika kuhubiri wasitupwe gerezani. Kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya kumi na sita aya ya kumi na sita mpaka ya arobaini. Angalia tena, Mungu akuzuia Eliya nabii asikutane na mtu mwenye moyo mgumu na wakutisha na ukatili sana, Jezebeli. Tasoma kitabu cha kwanza cha Wafalme ile sura ya kumi na tisa aya ya kwanza mpaka ya nane. Sasa kama hawa watumishi wake Mungu hakuwazuilia kuwaz, wasipitie magumu. Wakati mwingine, Mungu hatazuia wewe usipitie katika hayo unayopitia, lakini faraja kubwa ni nini? Ni kwamba lazima ya kuelewa, Mungu hakuwa mbali nao, Mungu hakuacha peke yao, na Mungu hatakuacha wewe peke yako katika hayo unayopitia, ni kitu kinachohitaji imani kubwa sana na uelewa mkubwa sana na sala nyingi sana, ili uweze kusimama imara, kwa maana nakwambia Mungu alikuwa na Danieli katika shimo la simba, simba walinyamaza kimya, hawakumzuru. Mungu alikuwa na Shedrack, Meshack na Abednego katika tanuru la moto Walipochungulia wakaangalia wakasema, atukutupa watatu, mbona naona wanne? maanake Mungu alikuwa katikati yao wakati wapo katika tanuru la moto. Mungu alikuwa upande wa Daudi alipokutana na Goliati. Daudi alilijua hilo, alikumbuka huyu Mungu aliyemwongoza wakati akichunga alikumbuka Mungu alivyomlinda dhidi ya dubu na simba. Akamwambia Goliati, unanijia kwa panga na sagai, ila mimi nakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi, na Daudi akashinda. Mungu alikuwa na mama Bikira Maria, sahivi ni malikia mbinguni. Mungu alikuwa na Kristo msalabani, na Kristo alisema vyema kabisa, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Mungu alikuwa na Paulo na Sila hawakumwacha japo walikuwa gerezani, walisali wakaimba, wakaomba na milango ya gereza na pingu zikafunguka. Mungu alikuwa nabii Eliya. Eliya alishinda vita dhidi ya Ezebel. Hivyo, katika magumu, katika matatizo, katika yote unayopitia katika mitihani yako ya maisha, sala yako ni kuombe isiwe, ee Mungu niepushe E Mungu uko wapi? Hapana, yupo, yupo na wewe, anatembea na wewe. Sala yako iwe, Mungu kuwa nami katika shimo hili la simba au wasimba, peke yangu siwawezi, ninaamini kwa nguvu yako, kwa uwepo wako, simba hawa watanyamaza kimya. Mungu kuwa nami katika moto huu unaopitia, joto ni kali, naungua, naamini nikiwa nawe katika moto huu nitatoka salama, nitafanikiwa. Mungu kuwa nami katika vita hivi dhidi ya Goliati. Ninaamini peke yangu siwezi hivi vita, naamini si vyangu, bali ni vyako. Uliwapigania wana wa Israeli, ukawapigania wote waliokuwa kinyume na wana wa Israeli, ukapigana dhidi yao, na ulisimama pamoja na Daudi akamshinda Goliati. Ninaamini utakuwa nami nami nitamshinda goliati huyu. Mungu kuwa nami katika mateso haya. Mungu kuwa mabega yangu katika huu msalaba nao anaobeba, mabega yangu yanachoka nikiwa peke yangu, lakini naomba uwe mabega yangu. Ninaamini sitaishia Ijumaa Kuu tu bali Pasaka nitaiona katika safari yangu ya maisha, Pasaka hii karibu. Mungu kuwa nami katika gereza hili nilojifunga, gereza hili nilofungwa. Ninaamini kwa sala, naamini kwa uwepo wako ndani ya gereza hili. Siku moja, siku moja, siku moja pingu zitafunguka, gereza na kufuli zake zitaachika, nami nitakuwa huru. Mungu nakuomba usiniache katika safari yangu ya maisha. Naomba nikuhakikishie kabisa Naomba nikueleze kabisa, ukisali sala hii kwa imani kubwa sana na ukamtumaini Mungu huyu katika magumu yoyote unayopitia katika safari, hakika hata kuacha atajidhihirisha katika safari yako ya maisha, maana mapenzi yake yatatimizwa juu yako siku zote. Mwamini yeye siku zote, mtegemee yeye katika safari hii tunayoendelea nayo. Naomba tuendelee na safari vema.